Na Mungu kwanza kabisa, lazima nikubali kabisa kwamba kwanza aingie ndani ya moyo wangu. Akishaingia ndani ya moyo wangu, nimsikilize, nitende kila jambo analotaka nifanye. Haleluya! Manake anaweza kaingia ndani wote tunasema Yesu ni Bwana. Tena tunasema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, lakini anapokuja kutupa maelekezo yake au maongozi yake huwa hakuyafanyi, na tunapoacha kuyafanya ndipo swali linapokuja, kama mimi ni baba yenu, iko wapi heshima yangu, Mungu? so Maanake, ninaonyesha heshima yangu kwa Mungu kwa kufanya kila jambo analonielekeza kufanya, lakini kama atanielekeza jambo lolote, liwe ni maonyo, liwe na kunitia moyo, liwe na kufanya, alafu siliankilifanye hata moja, akuonyeshi heshima kwa Mungu. Unaonyesha dharau Mungu. Asaidie sana, na ndio maana kwenye Mathayo kumi na tano mstari wa nane na huko usome pale, tunarudia tena ukebe kuumta